Mwanaume aliyejulikana kwa jina la Joseph Yustino mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa mtaa wa Mtuvira manispaa ya Iringa anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Iringa akidaiwa kumuua na kumkatakata vipande vidogo vidogo mtoto wake aliyejulikana kwa jina la Timotheo Joseph mwenye umri wa miaka sita ambapo taarifa zinaeleza kuwa mwanaume huyo baada ya kutekeleza unyama huo, alivitumbukiza vipande hivyo kwenye tundu la choo kwa kuvisukumiza na maji ili kupoteza ushahidi. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na jeshi la uokoaji walifika mpaka nyumbani kwa mtuhumiwa huyo ambapo walibomoa eneo la choo na kufanikiwa kuvitoa vipande vya mwili wa mtoto huyo kwa ajili ya kukamilisha ushahidi. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi Melikisedeki Heri Banzi, tupo kituoni kwenye shughuli zetu za kawaida, tumepigiwa simu, tumeambiwa kuna zoezi la maokozi Mtwivila, kuna inasemekana kuna mtu amemkatakata mwanaye mdumbukiza kwenye shimo la choo. Nikachukua kuu yangu, tumefika eneo la tukio, tumevunja sehemu ya choo, tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujathibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana, kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa. Sisi tayari tumekamilisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu baadhi ya nyama sisi hatuzithibitishi kwamba ni za binadamu, lakini kuna mbavu zinaonekana vidole, na baadhi ya mifupa, lakini vidole ukiviangalia unagundua ni vya binadamu. Sasa, mm -hmm. Wenye mamlaka zaidi watathibitisha kwamba ni binadamu au sio, lakini ni nyama nyingi asa. Wananchi nao walikuwa na haya ya kusema. Mahona, ninaitwa Kenedi Mahona, mwenyekiti wa mtaa Lukosi. niapata kama wiki tatu zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa nne ya usiku, akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametota zaidi ya masaa matano lakini hajampata. Nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa ishirini na nne, basi aende kutoa taarifa polisi. Lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika ni vizuri kafika kituo cha polisi kwa sababu inawezekana labda ameokotwa na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata kijana aliondoka lakini pia hakurudi kunipa mrejesho uh, kwamba nini kiliendelea. Sasa siku fulani majira ya saa kumi nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani walipokuwa wamepanga Jose. Niliweza kufika hapa nikamkuta Jose akasema kwamba yeye yeah, yeah. Mtoto wake alimuua akamkatakata vipande akamtumbukiza kwenye shimo la choo lakini walivyoangalia polisi, hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada hapo tena Joseph alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua, isipokuwa alikuwa anaogopa nani, adhabu ya polisi. Yeye anaomba tu wampe dhamana, ili akaendelee kushirikiana na, na familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Basi polisi waliondoka naye wakaendelea kumshikilia, na leo nikiwa kwenye shughuli zangu za kiserikali nilipigwa simu pia na mwenye nyumba kuwa anani askari wananhitaji hapa. Nimeweza kufika wakanipa maelekezo kwamba bwana Jose ametoa ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na akakatakata vipande vidogo vidogo sana na akaweka kwenye, kwenye choo akafurashi kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada hapo, tumeendelea na zoezi la, la kuchimba hicho choo kutindua ili kupata mabaki ya mwili. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi wachache, polisi na jeshi la zimamoto, na wameingia wamepata hivyo vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo sasa mi nachosubiria utaratibu wa polisi kwamba nini kinaendelea. Eh, huu ni kweli unasema kama, kama ni ukanda wa Mtwivira. Lakini hapa tulipo tuko kata ya Mkwawa, Manispaa Iringa. Mtaa huu ni mpakani kata ya Mtwivira na, na na Mkwawa kwa maana ya mtaa wangu ni tukio wa la kwanza la, wa la hii. Eh, kubwa la aina hii. Mtaa Lukosi kata ya Mkwawa. Sababu kubwa ya baba kufanya tukio hilo ni imani za kushirikin kwa maelezo yake ya kwanza, anasema ndani ya familia kuna mambo ya kishirikina na hivyo akawa naomba kwamba aweze kuruhusiwa ili akashirikiana na familia aweze kumpata mtoto aliko. Kumbe alikuwa anatudanganya, amefanya hilo tukio na leo umejionyesha wazi kwamba amelifanya. Jina langu naitwa Scholastica Alois Rumato, mkazi wa mtu virabi. hmm. Jose ni mwanangu, nimeishi naye toka na miaka miwili mpaka amesoma mpaka maliza mpaka fufuo ndo akaja kuanza maisha yake. Baada ya hapo, akawa akawa mtaani, basi akawa nakuja kututembelea hivyo hivyo, lakini hii wiki la mwezi wa nne akawa muda muda hajaja kututembelea, ndo ukaja kusikia kwamba kwanza mimi niliambiwa tuna mtu tu, yeye binafsi akutuambia, e, kwamba huyo dada anatafuta mwanaye, akasema, mwanaye akasema ilisema yeye yuko e, kwa babu zake. Tukasema sisi mtoto hapa hatujamwona kwa hakuja. E, kwa hiyo ndo hivyo, babake ndio akamtafuta Josi, we vipi, tunasikia tu, mbona uja ujatutaarifu? Haa, nitaka niwaambie mtoto auonekani tukajana mbona uje tutaarifu? nisema tu yangaika yangaika kutafuta, ndo hivi nitaka niwaambia. Umekaa naye muda gani? nisema muda wiki mbili. Mbona uje tutaarifu? Tukaanza tunaanza kushangaa tu do, nasi, kwa ujumla, umekaa naye wiki mbili, hata hapo usikatize naye hapa kwa bubi zake. Baada kama uliza, ulikuwa namwacha na nani mtoto, wewe ni boda boda akasema huyu mtoto nilikuwa namwacha nyumbani anaangalia muvi. Siku nyingine naenda naye kijiu. mm -hmm. Kwa hiyo kuhusu kula, amsema nilikuwa napika, siku nyingine narudi na chakula. Se mtoto wa maajabu sana. Ndo baba yake akaanza kushangaa hayo. Mama we, mjukuwenu ambaye amekatwakatwa uh, mlikuwa mnamfahamu? Tulikuwa tunamfahamu. Mm, alikuwa, alikuwa, mm -hmm. alikuwa anaitwa Timo akuwa hmm. na miaka kama mitano na, na kama na nusu. Hmm. Hmm. Kama wazazi sasa, tukio hili mlipokea kwa namna gani hasa? Maana hapa hmm. yamefukuliwa, yameonekana baadhi ya mabaki ya mjukuu wenu. Kwa kweli mimi hapa nilipo, yani kwanza mimi ndiye mwenyeji wa hii nyumba, na huyo dogo ambaye anaitwa Jose alikuwa mpangaji amekaa hapa kwangu miaka mitatu, kama alikuwa anajishughulisha na, na bodaboda, yeye ni dereva boda bodaboda, ila mimi kama mimi muda mwingi huwa na, natoka naenda kwenye mihangaiko ya kiufundi. Kwa hiyo muda mwingi sishindi hapa, kwa hiyo hata ilivyotokea hivyo akaniambia alichukua mtoto kwa mzazi mwenzie ili aje kae naye hapa. Nilimuuliza baada ya kutokea hilo tukio kwa ajili ya kuelewa zaidi, akanambia kwamba alikuwa anakaa naye hapa zaidi ya wiki mbili. Kwa sababu natoka asubuhi naenda kwenye mihangaiko jioni narudi, kwa maana hiyo mtoto sijawahi mwona hmm, hapa ndani nina, nina watoto ambao wapo zaidi ya muda nao kuwepo, mimi hawajawahi mwona kwa hiyo kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama, kama kirafiki, bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto ana, amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye kijiweni. Nilichofanya nikampigia bodaboda mwenzake kijiweni, akanambia huyo mtoto hatujamuona hapa kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshanidanganya, kwa hiyo hakuwa muwazi. Kwa hiyo huyo mtoto hajaonekana. Mazingira haya hata kama alimchukua labda ni usiku, sababu muda mwingine anatoka usiku anarudi usiku, sababu bodaboda hawana muda wa kusema kazi yake mwisho sangapi. Kwa hiyo wewe hujawahi kumuona kabisa mtoto? Kwa sababu hapa nyuma alikuwa na mke, kwa hiyo huyu mzazi mwenzake wa aliyekuwa anasema yeye, huyo mtoto sijawahi muona ila mke yule mwingine na mtoto mmoja ambaye namfahamu, kale katoto tunakafahamu, amekaa nako hapo walipozinguana, sijui alimfukuza akaondoka. Ila huyu ambaye tukio limetokea sijawahi muona Joseph Muulila, jambo hmm. limetugusa zaidi kuliko kawaida kwa sababu hapa ndani mimi mwenyewe na mtoto mwanafunzi ambaye yupo darasa la nne kwa hiyo cha kwanza niliona kabisa jambo lilivyotokea, kama hili usalama hata kwa mtoto wangu tayari unakuwa ni mdogo, ila tuliendelea mpaka alivyoshikiliwa na polisi. Tukaenda kama kirafiki kiwepo babake na bodaboda, boda wenzie kama wawili hivi, kumhoji kirafiki, bwana, hebu tusaidie, kwa sababu tunatafuta mwenzetu, upo ndani, ushirikiano tunatakiwa utoe wewe. Bado akaendelea kutukataa kwamba mtoto alikuwa anakaa ndani nikamuuliza milango yako naona vitasa vyote uling'oa, umo ndani mtoto wa miaka mitano alikuwa nakaa peke yake, namfungia au unafanyaje? Akasema wewe kwa sababu ulikuwa sio mkaaji, unaingia nakutoka. Nikaona kama ananishinda mbio, tukaachana naye, ila kiuhalisia al, al, alikuwa anatoa maelezo ya kutudanganya huyu dogo, kwa mfumo wa maisha ya kawaida japokuwa sijui tutumie Kiswahili gani, alikuwa na mabindi wengi. Unaweza ukakuta ameleta huyu tena, ikifika muda fulani analeta mwingine. Kwa hiyo huwezi kutambua kwamba huyu ndo sahihi au huyu sio sahihi, ni jambo linakuwa ni gumu kidogo. Eh, mfumo wake wa maisha ambao mimi nimeyaona alikuwa anabadilisha wanawake, hakuwa na mke mmoja ambaye anafahamika, naitwa feblani ya kanti mluilo Nimekuja hapa baada ya kupata taarifa na ndugu yangu Maximilian Loago, ni mtoto wa mamangu mkubwa. Kwa hiyo nilipopata taarifa nikasema ngoja nije nisikilize ni, kuna tukio gani? Baada ya kufika hapa nikaona msema kuna mtoto alifanyiwa ukatili akachinjwa vipande vipande na kutupwa kwenye shimo. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka wakiwaza mambo mengi labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema, kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo hmm. e. mimi ninashukuru kwa uchunguzi wa maaskari polisi na wananchi wengine wote waliotoa ushirikiano mpaka hili jambo likapatikana jibu, maanake bila kupatikana jibu vinaweza vikawa vitendo hivyo vya ukatili vikawa vinaendelea kila siku. Sisi tunazidi kuomba msaada kwenu, maanake ulinzi ni juu ya serikali pamoja na mwananchi wenyewe. Kwa majina naitwa Diana Mgao, ni jirani yake na Jose. Tukio nimepokea kwa masikitiko makubwa sana. Sikutegemea kama lingetokea hivyo. wengine mlikuwa hamu mlishawahi kumwona mtoto huyo ambaye amekatokata akitoka na kuingia? Hapana, mimi mtoto sijawahi kumwona mm, kwa sababu mimi ni jirani yao na Jose nyumbani, kwa nyumbani sio kwa hapa nyumbani kwa wazazi wake ndio. Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Allan Bukumbi alifika eneo la tukio kujionea hali halisi kabla ya kutoa taarifa kamili. Wananchi mtaa gani? mtaa gani huu? poleni sana sisi tumekuja mimi ni kamanda wa polisi mkoa wa Iringa naitwa Allan Bukumbi, kamishna mwandamizi msaidizi wa jeshi la polisi. Tulikuja kuangalia eneo la tukio. Kimsingi nadhani wengi mnataarifa kwamba huyu mwenzetu mwenye mwenye huu mji ambaye ni mpangaji kwenye huu mji alifanya tukio la la kikatili. Lakini awali aliripoti kwamba mtoto amepotea kituo cha polisi. Lakini baadaye sisi tukaendea kumshikilia kwa sababu tulijenga mashaka kwamba huyu si rahisi mtoto apotee katika mazingira kama hayo. Ndio kitu kutusaidia kwa hiyo Tumebaini nadhani, ba baadhi ya mabaki ya mwili wa mtoto lakini tumuomba wenzetu wa halmashauri tutege gari la kunyonya maji taka ili kusudi kama kuna viungo vingine vilivyobaki kule chini, basi tuweze kuvipata kwa ajili ya kustili. Lakini vinginevyo, e, eh, hali ni shwari. Huyu ni mtu kaamua mwenyewe. Sasa mengine ya ndani ambayo hajatuambia tunaendelea kumhoji. Lakini kimsingi tu muwe eh, na amani. E, sisi serikali na jeshi la polisi tupo kwa ajili ya kuhudumia jamii kama hivi tunavyokuja. Mzee mkatupa zikatusaidia kwenye kupata e, mwono mbele zaidi, kwa sababu si rahisi baba na mtoto akakata katakata mtoto. Kisingizio ni kwamba mtoto amepiga shoti ya umeme, situngemkuta mtoto akiwa na shoti ya umeme, basi amekufa Yeah, tukachukua hatua lakini sasa unamkatakataje kwa shoti ya umeme? Kwa hiyo iko hivyo, lakini nadhani tuwatakie tu, tu eh, maandalizi mazuri, lakini nadhani familia, ndugu wapo, tutaendelea tutashirikiana nao katika kufika hatua ya mwisho, lakini pia na, na, na nzengo ipo kwa maana nyie kama jamii tushikiane kwa pamoja, kwa kisha kama tunafika mwisho wa hili swala kwa pamoja awi, ah, poleni poleni sana, poleni sana. Hapa, Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Allan Bukumbi anatoa taarifa kamili kuhusu tukio hilo. Taarifa ya tukio la mauaji ya mtoto ambaye alikuwa kijulikana kwa jina Timotheo Joseph Muhulila, ambalo lilitokea ambapo tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya saa na dakika tano usiku. Eh, mtu aitwaye Joseph Yustino Muhulila miaka 28 huyu ni dereva wa boda boda na mkazi wa Mtuvila aliripoti katika kituo kikuu cha polisi Iringa kwamba mtoto wake aitwaye Timotheo Joseph Muhulila ambaye ana umri wa miaka sita na ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya awali ya Lightness Daycare mkazo wa Mtuvila kama amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Baada ya kupokea taarifa hiyo kituo cha polisi uh, taarifa hiyo ilitia mashaka kwa sababu huyu alivyotoa muda wa kutoa taarifa hiyo na mazingira yenyewe yakawa haviendani, lakini tuliendelea kumshikilia uku tukiendea kufatiria kuhusu upatikanaji huyo mtoto. Ilipofika tarehe sita mwezi wa tano majira ya saa moja nanusu asubuhi timmakachero ooda ya kuhojiptumaak mnamo tarehe 28 nane mwezi wa tatu mwaka 2025 alimchukua mtoto huyo kutoka kwa mama yake, kwa lengo la kuja kumsalimia baba huyu. Na mtoto alikuwa hawaishi pamoja, mke wake walitengana, ambaye ni mzazi mwenzie. Kwa hiyo mama anaishi na mtoto na baba alikuwa anaishi mwenyewe. Kwa hiyo alimchukua mtoto tarehe hiyo 28, lakini amedai kwamba ilipofika tarehe 11 mwezi wa nne, mtumio alimwacha mtoto nyumbani kwake na kwenda kulala nyumbani kwa mama yake, kwa mama huyo mtoto ambaye hawaishi pamoja. Lakini amedai kwamba mtumio alirudi nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa nne majira ya asubuhi na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa, baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio e, eh, lakini anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme e, eh, itakuwa tatizo kwake. Kwa hiyo akaamua kumkatakata mtoto vipande vipande vidogo vidogo na kuvitumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio baada ya kuwa tumelikagua, tumegundua kwamba kweli mtoto huyo alikatwa vipande vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe e, na kwamba baada ya kumkatakata meflash, lakini baada ya hapo, akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Lakini kimsingi mtoto huyo hakupotea, baba yake alimkatakata vipande, lakini bado tunaendelea kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata mtoto vipande, na baada ya kuchunguza kwamba kuna shoti ya umeme tumegundua kwamba shoti ya umeme haikuwepo lakini kuna sababu ambayo ilipelekea kumkata huyo mtoto ambaye bado hatujabaini mpaka sasa hivi. Lakini uzuri kwa sasa tuko naye, tunaendelea kumshikilia na tunaendelea kumhoji ili tufikie mwisho wa tuma hizo, lakini pia tumpeleke mahakamani kwa tukio ambalo anastahili ambalo litakuwa ni tukio la mauaji ya huyo mtoto. Kimsingi tumefuatilia taarifa za baba na mama kuhusiana na mtoto, hapakuwa na ugomvi na walikuwa na tabia ya kubadilishana huyo mtoto. Kuna kipindi kama siku za aende shule, anakuja kwa baba anakaa siku moja, ya pili anarudi kwa mama. Kwa hiyo hapakuwa na taarifa ya ugomvi kati yao. Maana hata sisi tulidhani labda kuna tukio la labda kutaka ku, ku, ku, wanasema kulipiza kisasi kupitia kwa mtoto, lakini wamesema hakuwa na ugomvi wowote.